Jemedari Ye yeah. Tuanze kwenye kolo e, tuanze kwenye kolo kwa sababu mtu kaandika kolo. Hajataja timu. Huyu ni mtu ambaye hakutaja timu kwenye andiko lake. Tuna, tuna, mfung, tuna mfungiaje? Kwanza kwanza, mm. kwanza kwanza kwanza kwanza tuwaambie watu wetu kwamba mm. Unajua, unajua tunajadili isazifu kama vile hukumi yani ishatoka public yeah, ni kwamba hizi eh, ni tetesi. Ndio. Taarifa za ndani kwamba huenda bwana mkubwa amefungiwa miaka miwili. Ndio. na wametajwa wengine, yule wa Kagera mtajwa hukumu hiyo ya Kitumbo, wametajwa nafikiri Ahmedi. Ndio. alikuwepo naye kwenye hiyo kwenye hiyo shughuli, na jana hapa tuzungumza na mwenyekiti na mwenyekiti alithibitisha kwamba hilo uh, jambo liliisha juzi, kwa hiyo jana mm. ilikuwa kabla ya siku haijaisha. Press release inatakiwa iwe, imetoka. Imetoka na yeye alishamaliza hiyo shughuli. Maana yake kumaliza ni hukumu ilikuwa imeshatoka, imeshatoka na inakuwa ishaandikwa ndio iende public, press release tu iende public, na lituthibitishia kwamba umma utaambiwa jana, kwa waandishi wa habari wamefanya kazi yao ya kiuandishi. Ahmed, ee, unajua waandishi wanafanya habari za uchunguzi, kwa hiyo wakaja, wakaja na hiyo habari kwamba inawezekana hali amefungiwa ame, ame, amesalimika Kagera mm. Sasa tuende hapa kwenye koro, kwa nini Ahmed aliitwa aliitwa na yeye kwenye hiyo kesi? mm. Na Ahmed alichokisema, ah, yani, ah, alisema adui wa kwanza wa Simba ni Yanga. Yuko. Yule Singida alitajwa kwa Singida na kila alipo, alipo Singida nyuma mwiko kuna ushahidi wa kimazingira ah, okay. Yes. Kwamba hivi hapa tukiambiana wote sisi hapa kwamba sisi wote hatujui eh, timu ikiitwa Gongwazi, hii na Gongwazi nani? Ukiwa huyo anaitwa mnyama. Usema, ah, mnyama kashinda leo, tena inatumika mpaka kwenye kwenye maandishi ya kawaida wewe hujui mnyama ni nani? Mm, hutamjua tu mnyama, lakini hapa kwenye mautani yao wamepeana hayo majina. Leo hapa ikitajwa lambalamba, wewe hujui lambalamba ni timu gani? Inajulikana. Mmm, nafahamu wakitajwa, huo hujui, najua. <laughs> Sasa unataka kwenye vitu vidogo, vidogo vidogo. Maneno vizuri ndio. Eh, yeah. hey, upaswi kujificha kwenye vitu vidogo, vidogo vidogo vya wazi kabisa. Kwa mimi mtu, kwa wakisema mtu kwamba mtu akisema kolo mimi najua anahitaji Simba. Kisema nyuma mwiko huyo atakuwa na, na hitaji Yanga, kisema lamba lambalamba anahitaji Azam.